Naomba nikupe picha kidogo itakayokusaidia utakumbuka. Kristo Yesu bwana wetu alipofufuka, swali la kwanza la wanafunzi lilikuwa je, Bwana sasa unakwenda kuwapatia Israeli ufalme? Hilo lilikuwa swali lao la kwanza. Swali hili linatoka kwenye Injili ya Luka ile sura ya ishirini na nne, wakati Yesu alipokutana au walipojidhihirisha kwa wale watu waliokuwa wakisafiri kuelekea kijiji cha Emao. Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza, wakasema, Je, Bwana wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Ulikuwa umekufa ukakosa matumaini, tukajua basi sasa tumeisha, maana tulikutegemea ya kwamba utakuwa mwokozi na mtetezi haupo. Lakini leo haleluya, umefufuka! Jamani, jina la Bwana libarikiwe! Umehuisha matumaini yetu, tunakuona upo sasa. Je, sasa unakwenda kusimama kama mfalme? Unakwenda kusimama sasa, ili ulete ukombozi kwa taifa la, la Wayahudi, uwe sababu ya, ya ukombozi kwa watu hawa kutoka katika mikono ya watesi wao. Mstari huu wa sita, Yesu anawaambia e, si kazi yenu e, mstari wa saba, kujua nyakati na majira aliyoyaweka Baba katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mstari wa nane, mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu e, katika Yerusalemu, katika Uyahudi yote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Jamani, haleluya jamani, haleluya! Kwa hiyo lile swali lao halikujibiwa moja kwa moja kwamba ndio, lakini aliwaambia majira ya mimi kwa, uh, kutawala kama mnavyotaka sio ya leo, lakini leo mwende mkafanye kazi, muwe mashahidi, mkahubiri, mkatangaze, mkawaambie watu wote neno hili la ukombozi. Hiyo ndio kazi inayowaachia na sio hii nyingine ya utawala jamani. Haleluya! Ninajaribu kutazama tena kitu kingine kizuri pale um, ambacho Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake, ule mstari wa nne Matendo moja, hiyo hiyo, ule mstari wa nne anasema, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Maana yake nini? Ili wawe mashahidi, ili waweze kuifanya kazi ya Mungu vizuri, ni lazima wavikwe silaha, wawezeshwe vizuri kukabiliana na ile kazi iliyo mbele yao. Kwa hiyo Bwana alisema hilo, lakini katika injili ya Luka ile sura ya ishirini na nne 45 anasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuyaelewa maandiko. Kwa lugha nyingine, Mungu analeta ufunuo maalum au uvuvio maalum wa kuwasaidia wanafunzi waelewe kila anachokitaka, ili katika kuelewa huko waweze kufanya kazi iliyo mbele yao ambayo Bwana aliikusudia au anaiacha sasa mikononi mwao. mstari wa arobaini na sita akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Kwa hiyo anatoa ile summary ya maisha yake ya utumishi wake, ya kwamba hamna sababu ya kuhuzunika, hamna sababu ya kufadhaika, hiki kilichotokea na haya ninayoyasema kwenu leo yalishatajwa miaka mingi, yalishatabiriwa tangu zamani, leo yametimia. Jamani, haleluya. Na mimi anasema Yesu, nilikuja ili kutimiza hayo, na kwa sababu nimetimiza hayo. Mstari wa arobaini na saba um, anasema na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi kwanza tangu Yerusalemu. E, kwa hiyo hapa anawasogeza kwamba, pamoja na yote, ninyi ni watumishi ambao mnatakiwa kufanya kazi hii mbele yenu.